Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Karibu sana, ndugu yangu, hii ni Nuhu Online TV, mahali ambapo tunakuonyesha njia rahisi za kujenga maisha yako ya kidijitali hatua kwa hatua kwa lugha rahisi na kwa moyo wa kujenga. Leo ndugu yangu Nataka tuzungumza kuhusu jambo moja ambalo linaweza kugeuza kabisa namna unavyoonekana mtandaoni, na hilo ni logo yako. Ndiyo, logo yako, ile alama ndogo unayoona kwenye picha, kwenye video, kwenye biashara zako, kwenye ukurasa wako wa Instagram au YouTube. Hilo ndilo linaamua mtu akikuona mara ya kwanza anasema nini moyoni mwake. Watu wengi wanadhani logo ni kitu cha kifahari cha wale walio na pesa nyingi au kampuni kubwa tu. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu anayeamini kwenye ndoto yake anastahili kuwa na utambulisho wake. Na leo Nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza logo nzuri ya kuvutia ya kitaalam kabisa, bure au kwa gharama ndogo ukitumia Canva. Lakini kabla hatujaingia ndani ya Canva, nataka tuanze na kitu cha muhimu zaidi: Maana ya logo yako. Kuna msemo mmoja nasema mara nyingi. Logo sio mchoro ni hadithi iliyofichwa ndani ya mchoro. Fikiria hili kwa sekunde chache. Unapoona alama ya Nike, unahisi nguvu, ujasiri na ushindi. Unapoona Apple, unahisi ubunifu, urahisi na teknolojia ya hali ya juu. Hizo zote ni hisia zinazotokana na kitu kidogo tu, alama. Logo yako inazungumza kabla wewe hujafungua mdomo. Inamwambia mtu mimi ni nani? Ninasimamia nini? Na nina thamani gani? Sasa fikiria. Kama logo ni sauti ya brandi yako, je, sauti yako inasikika vizuri? Na hapa ndipo Canva inapoingia. Canva ni chombo cha muujiza kwa wale wanaotaka kufanya mambo makubwa bila kutumia program ngumu kama Photoshop. Inakuwezesha kubuni, kujaribu na kuunda kitu kizuri ukiwa mnyumbani kwenye simu au kwenye kompyuta yako ya kawaida. Sasa twende hatua kwa hatua. Kama una simu au laptop, nenda kwenye tovuti www.canva.com au pakua app ya Canva kwenye Play Store au App Store. Ukifumua, utaona ukurasa mzuri wenye chaguo Create a design. Bonyeza hapo, kisha andika neno logo. Canva itakuletea mia moja ya templates, miundo ya aina mbalimbali mbali. Kutoka ya biashara kubwa hadi ya creative bloggers, vloggers na watu binafsi kama mimi na wewe. Kitu kizuri ni kwamba unaweza kuchagua template yoyote ukaibadilisha, ukaifanya yako. Na ukitaka kuanza upya, hakuna shida, unaweza kuchagua ukurasa mtupu blank page, alafu uanze kuunda mwenyewe. Sasa hapa ndipo ubunifu wako unapoanza kung'aa. Fikiria jina lako au jina la brandi yako. Kwa mfano, mimi nina Nuhu Online TV. Hilo jina peke yake lina maana, linawakilisha ubunifu, habari na elimu mtandaoni. Kwa hiyo kwenye Canva nachofanya ni kuandika jina hilo kwenye template yangu ninachagua fonti nzuri, labda fonti yenye nguvu kama Montserrat Bold au fonti ya kisasa kama Railway. Fonti ni sauti ya maneno yako. Unapochagua fonti, jiulize, nataka watu wahisi nini wakiona jina langu? Baada ya hapo, tunaingia kwenye rangi. Rangi sio mapambo tu, ni hisia. Bluu zinamaanisha utulivu na uaminifu. Rangi nyekundu inaonyesha nguvu na ujasiri. Kijani huashiria ukuaji na asili. Nyeusi ni heshima na hadhi. Kwa hiyo chagua rangi zinazokuelezea wewe au biashara yako. Usichanganye rangi nyingi sana, mbili au tatu zinatosha. Mfano, Nuhu online TV inaweza kutumia nyeusi na dhahabu kuonyesha hadhi, ubunifu na uthabiti. Kisha ongeza alama hapa. Canva ina library kubwa, andika tu kamera, TV, media au neno lolote linalohusiana na brandi yako, alafu chagua icon unayoipenda. Unaweza pia kubadilisha ukubwa, rangi na nafasi yake. Kumbuka uwano wa vitu ni muhimu, usiweke mandeno makubwa sana au icon kubwa sana, weka usawa na usafi wa muundo. Sasa ukishamaliza kubuni, ni wakati wa kuangalia kama logo yako inakidhi vigezo muhimu. Kuna maswali matatu ya dhahabu kujiuliza. Inakumbukwa kwa urahisi. Mtu akiona kwa sekunde tano, ataikumbuka kesho. Inaonyesha utambulisho wangu. Kuna uhusiano kati ya logo hii na maadili ya brandi yangu. Inaonekana vizuri sehemu zote. Kwenye simu, kwenye TV, kwenye bango au kwenye kadi ya biashara. Ukijibu ndio kwenye hayo yote basi, uko vizuri sasa. Bonyeza share, kisha download, chagua PNG kwa ubora mzuri zaidi, kisha weka tiki kwa transparent background kama unatumia Canva Pro. Hapo sasa unayo logo safi isiyo na background tayari kutumika kwenye video zako, posts au matangazo. Lakini ndugu yangu, kutengeneza logo ni mwanzo tu. Kitu muhimu zaidi ni namna unavyotumia logo hiyo. Weka logo yako kwenye video zako zote, weka kwenye kila post ya mtandaoni, weka kwenye kadi zako, mabango, hata kwenye thumbnail za YouTube. Kila mtu anayeona video yako ataanza kuunganisha picha ya logo yako na jina lako. Hapo ndipo nguvu ya brand identity inapoanza kufanya kazi. Kumbuka, dunia ya leo siyo ya bidhaa tu, ni ya mahusiano, na watu wanajenga uaminifu kwa vitu wanavyoviona mara kwa mara. Kwa hiyo hakikisha logo yako inaonekana mara nyingi, lakini kwa heshima. Usiweke ovyo, weka kwa mpangilio, iwe sehemu ya hadithi yako. Sasa unajua, sio lazima uwe designer wa miaka kumi ili kuunda logo nzuri. Hutaji studio kubwa, wala kompyuta ya gharama. Unachohitaji ni ubunifu, maono na chombo kidogo kinachoitwa Canva. Kwa hiyo leo nataka nikutie moyo. Anza kutengeneza logo yako sasa. Jaribu, kosea, boresha, rudia na kujifunza. Kila jaribio linakukaribisha karibu zaidi na kitu bora. Nakumbuka, logo yako sio tu picha, ni utambulisho wa ndoto zako. Mimi ni Janet kutoka Nuhu Online TV, na kazi yangu ni kuhakikisha unakuwa unajifunza na kujenga mustakabali wako wa kidijitali kwa ujasiri na ubunifu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment hapa chini. Nataka kusikia kutoka kwako. Ulitengeneza logo yako ya kwanza kwa rangi gani? Tumia pia mfano. Nitakushauri jinsi ya kuboresha. Asante kwa kutazama. Hii ni Nuhu Online TV. Elimu, ubunifu, uhalisia.